Mimi kwa jina naitwa Abdalla Rashidi Mshomali, mzaliwa wa Mchinga, Mchinga moja. Kwa hiyo tunaweka shukurani kwa kuja mama Samia Hassan Hasani na ndugu yetu kiongozi wetu mama mheshimiwa wetu. Haya bwana, sisi tupo tuko katika furaha ya kumkaribisheni kiongozi wetu na kusikia maoni yenu, nasi tuko pamoja na kura zetu nzenu. Karibuni sana. Wazee wa Mchinga, tuko pamoja na ninyi, kwa ni viongozi wetu. Kwanza juhudi zenu na imani yenu niiona na tuko pamoja na tunamkaribisheni tena, karibuni. Kura zetu zote ni zenu kwa ridhaa yetu, tuko pamoja nanyi, karibuni Mchinga. Ndugu Rais, mambo mengi nitufanyia, nitujengea zahanati, eh bwana, mashule, maji, mambo mengi. Kwa hiyo hatuna ziada isipokuwa tunakukaribisha, karibu na kura zetu zako. Ondoa hofu kwa wana Mchinga, tutakupa miaka mitano tena. Tunashukuru kwa uongozi wa Mama Samia toka kwanza kwake alipoanzia hadi leo hii. Na kwanza ndio kukubali Mama Samia kitu kimoja, mambo yote alioka amewachia Magufuli daraja ya nini, vitu vingi sana alikuwa ameviwacha ameviwacha kati masani ina maana vitu vile tayari vimeshatendeka na bado anaviendeleza vingine, na zaidi vitakuwa kwa baadaye, vitakuwa kwa vinaendelea vingi atakapoingia tena madarakani, kwa bado unayataka wananchi, bado yote atakuwa anatuelekezea tu, aendelee tena kwa miaka mitano. Tumemwamini na tutamchagua kizati kwa, sote tuojimika hapa, sote atapata kula za kishindo bila wasiwasi. Samia hapa siwani wasiwasi kwa wa jimbo hili la Mchinga moja, atapita bila kupingwa, anatufaa sana wananchi. Tumeangalia miaka yake mitano, anatufaa sana bila matatizo, na hata kuna mwingine mpinzani za, za wa kumpita Salima Kikwete, utamchagua kwa kula za kishindo. Ametufanyia e, mambo mengi sana, ametuletea maji, mambo mengi yaani mchinga nitanuka mi, mi, sasa hivi kutokana na utawala wake yeye.